Katika kipindi cha miaka mitano tumeweza kutoa mikopo yenye thamani ya bilioni 46.12 na imeweza kuwanufaisha watu 26676. Hii wale waliopata mikopo hii directly, na mikopo tumeweza kufanya kuwafikia watu 26676 ambao wamepata directly fedha hizo. Ni kama nchi tumefikia aji katika mwaka 23 hadi 24 inaonesha watu eh, laki mbili, arobaini na mbili, mia nane tisini wamewezeshwa kupitia taasisi za serikali, lakini watu elfu tano na ishirini na tano kupitia taasisi zisizo za, za serikali uh, wameweza kuwezeshwa kwenye ishu tofauti kwenye masuala ya maboti kwa mfano kwa uchumi wa buluu. Kwenye watu waliowezeshwa kupewa elimu, kuna taasisi zimetoa elimu na zimetoa mitaji kuwasaidia kama ni seed funding. Kwahiyo kwa, kwa ukubwa wake serikali imeweza kufanya kuwafikia watu laki mbili arobaini na mbili mia nane tisini lakini kupitia taasisi zisizo za serikali yani private sector imeweza kuwasaidia watu elfu tano na ishirini na tano katika masuala ya uwezeshaji, lakini wajasiria mali 94 wamepatiwa huduma za kiufundi kutengenezewa mashine zao. Hii ni moja ambayo uh, tunalolifanya ni kwamba tunakwenda kwenye viwanda vidogo vidogo na tunawasaidia wajasiriamali kuweza kuwapatia na, uh, ufundi huo kuweza kurekebisha uh, uh, mitambo na mambo kama hayo tisini na nne. Lakini pia serikali uh, imeweza kutuwezesha sisi kama ZEEA kuwa na magari ya kuweza kuwafikia wananchi kwa haraka, na nishukuru, tumekuwa tuna magari manne, tumeweza kuwafikia kwa haraka zaidi. Na mikopo kama mnavyoelewa sasa hivi, kila unapokwenda katika kona ya Zanzibar basi swala la mikopo limekuwa linazungumzwa, lakini na watu kweli wanapata mikopo hiyo. Nilitaja mwanzo kama ni ajira tulizotengenezwa kupitia ZEEA tulisifikia ajira watu almost zaidi ya elfu themanini na tano na zaidi na tunaendelea.